Maafari woye, wazazi woye, waitimu wahitimu, nina jambo moja nataka nizungumze na wanajumuiya wote. Kama ambavyo tunafahamu, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, na tendo hili la uchaguzi si tendo la hiari sisi sote hapa tumekaa kwa utulivu hivi kwa sababu tunaongozwa na sheria. Sheria inasema elimu ya sekondari ni miaka minne, ni miaka miwili. Tumekuwa tukifanya hivyo wakati wote. Sheria hiyo hiyo inasema ukiua, adhabu yake ni kunyongwa mpaka kufa. Sheria hiyo hiyo pia imetulazimisha kila baada ya miaka mitano nchi yetu wananchi wapatiwe fursa ya kuchagua viongozi wao. Mimi ninachofurahi kwamba wanajumuiya ya Mkinga ama watu wa huku, kime, watu wa Mbinga mmekuwa watulivu sana, na ninaendelea kuwasisitiza tuendelee na utulivu huu kwa kufuata sheria za nchi yetu. Kumekuwa na baadhi ya watu wanachokochoko kwenye msafara wa mama na kenge wa wakosi mimi na wasitu endelee na utulivu kama ambavyo katibu mkuu wetu wa Chama cha Mapinduzi alisema alipokuwa kwenye mkutano mkuu wa jukwaa la wahariri kwamba si rais wa nchi, si makamu wa rais, wala waziri mkuu, wala mtu yoyote anayeweza kuzuia jambo lolote ambalo limewekwa kisheria. Kumetokea baadhi ya watu kwa sababu wanazozijua wao wenyewe, pamoja na uchache wao, wanataka kutuharibia wa taifa letu. Wazazi mko hapa, walezi mko hapa, tuendelee kuwasii vijana wetu, tubaki na utulivu huu. Nchi hii itaendelea kuongozwa kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu. Elimu oyee! Mmoja mimoja tu nilitamani niseme kabla sijaenda kwenye mambo, yani nataka kwanza niseme na wadogo zangu ama watoto wangu ambao mnakwenda kuhitimu. Mimi miaka sijui kumi ama zaidi nimewahi kukaa pale walipokaa wale vijana, nimewahi kukaa ila sikupata bahati ya kuwaona wazazi wangu wakija, wakiwa wamekuja kwenye mahafali yangu. Leo no, hapa baadhi ya watu wana bahati wamekaa pale wanahetimu, akitupa jicho huko wanamuona mzazi. Tunaweza kuwa chochote tunachotaka kuwa huko. Usemi wa Kiswahili unasema, ukipewa masaa kumi na mbili ya kukata mti mkubwa pale kijijini kwenu, tumie masaa kumi kulinoa shoka lako. Tunaanana wanafunzi, natamani tubadili mitizamo, hasa sisi wazazi, tuwajenge wale wadogo zetu, twendeni tukasome. Ikitokea tumeajiriwa ni sawa, lakini tutambue tunaweza kujiondoa kwenye maskini, kwenye mifumo hata ambayo si rasmi, kwa sababu serikali imeweka mazingira wezeshi. iliimekaa sana Tunduru, wenzetu wale wanalima korosho. Dokta Samia anatoa pembejeo za korosho asilimia mia moja bure. Yaani, kama una shamba la korosho katibu, unafanyiwa tasimini, una hekari ngapi, mikorosho hii inachukua salfa kiasi gani, unapewa. Lakini huku tuna mbolea za ruzuku, si ni hivyo? Si ndio jamani? Tunalipa nusu bei. Kama mbolea laki na arobaini tunalipa shilingi ngapi? elfu sabini Hizi zote ni jitihada za serikali kutuondoa huko. Kwa hiyo, wadogo zangu ama watoto wangu mnaohitimu, mtakwenda chuo kikuu, mtakutana na kila aina ya watu, mtakutana na kila aina ya makundi, lakini natamani kwa uwezo wa Mungu mwelewe hiki kitu. Inawezekana kuwa yule unayetaka kuwa. Na Mneka alinisisitiza sana, waambie wadogo zangu, vijana wenzangu, inawezekana kuwa yeyote unayetaka kuwa bila kusubiri kuajiriwa. Si dhambi wala si kitu kibaya kuajiriwa, lakini tuondoke kwenye ulemavu kwamba mtu asipoajiriwa yeye ni masikini, hawezi kufanya jambo lolote. Tusome kwa bidii, twendeni tukapate profesheni zetu tusirudi kusahau mazingira tuliyotokea. Wengi wetu tuliokaa hapa mbele, kama tulisoma basi, tulisomesha na wazazi ambao sio waajiriwa, lakini waliendana na mazingira yao, wakapata pesa, wakatusomesha. Tena ilikuwa baba na mama mmoja tu, watu wawili wanasomesha watoto saba, lakini leo hii watoto saba wanashindwa kumtunza baba au mama mmoja, sini hivyo wazazi kwa hiyo ninawasihi sana wadogo, pamoja na kujitahidi kwenye masomo, tujihusishe na kujifunza ujuzi wa vitu mbalimbali ambao mba utakuja kutusaidia huko mbeleni. Hivi ni neno kubwa sana kutoka kwa mjumbe, mjumbe wa Halmashauri Kuu kwenu. Nini mi, nina uhakika mtafahamu. Kwa nini nina uhakika? Kutokana na mazingira na historia ambayo mko nayo hapa, lakini pia na uongozi wa shule nimemwona mkuu wa shule ni watu makini, ndio maana napata matumaini, ndio maana napata matumaini mtafaulu. Lakini mkisha faulu mkienda huko chuo, yapokeeni mabadiliko positive peke yake, pokeeni mabadiliko chanya peke yake. Ni jambo la aibu na kusikitisha kuona mwanafunzi aliyetoka jumuiya ya wazazi, yeye ndo anaongoza migomo, yeye ndo amekuwa magaya, yeye ndo anaferi, yeye ameenda chuo kuwa dalali. Ni jambo la aibu, msikitie aibu chama cha Mapinduzi. Kwa nawatakia kila laheri, lakini nendeni mkawe kiwakilishi chema, kwamba mlitoka kwenye shule ya chama cha Mapinduzi na kitu kingine, ninyi mmesoma hapa, sijui kama mmewahi kufundishwa kuwa rushwa huwa mnaaminishana huko CCM na rushwa. Kwenye chama hiki tunakataa rushwa hadharani na sirini, lakini kwa kuwa chama hiki ni kikubwa, ni kokoro, inabeba kila aina ya watu. Wako watu ambao sio waadilifu, tunao nataka na ninyi mkawe mfano wa watu waadilifu waliotoka kwenye taasisi inayosimamiwa na Chama cha Mapinduzi.